Ni takribani siku 304 na ikiwa sawa na miezi kumi tangu aliposota mahabusu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lisu anayekabiliwa na kesi ya uhaini Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Hii leo Lisu anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapa kwa ajili ya kuendelea na hatua ya ushahidi katika kesi yake ambayo mara ya mwisho iliahirishwa Novemba 12 ya mwaka 2025, ikiwa ni takribani siku 88 zimepita tangu ahirisho hilo la mwisho ambapo Lissu alimpinga shahidi wa nne wa upande wa, wa jamhuri kati ya 30 mashahidi hao wakiwa ni wasiri. Na hatua ya Lissu kupinga ushahidi huo ni kwamba kwa nini shahidi, shahidi huyo asikilizwe kwa njia ya siri? Hata kama sheria ingeruhusu basi majaji pia walipaswa kumwona shahidi huyo. Hii leo kesi yake yenye nambari 19605 ya mwaka 2025 inatarajiwa kuendelea mahakamani hapa, ambapo kwa mara ya kwanza Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Aprili 10 ya mwaka 2025, ambapo alisomewa mashtaka manne mbele ya mahakimu wawili tofauti, ikiwemo kosa hilo la uhaini, ambapo anadaiwa alilitenda Aprili 3 ya mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo inadaiwa alitangazania ya kupinga uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2025.